Rais wa Marekani Donald Trump amethibitisha kuwa wawakilishi wa Marekani wako nchini Urusi kwa mazungumzo kuhusu pendekezo la kusitisha vita kati ya Ukraine na Urusi. Akizungumza kutoka ofisi ya Oval wakati wa mkutano na Waziri Mkuu wa Ireland, Michel Martin, Trump amesema kuwa amepokea ujumbe mzito kuhusu uwezekano wa kusitisha vita. Hata hivyo, alionya kuwa ujumbe mzuri pekee haumaanishi chochote, akisisitiza kuwa hali bado ni mbaya sana. Awali, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alisema kuwa mpira sasa uko kwa Urusi, akieleza kuwa mazungumzo ndiyo njia pekee ya kumaliza vita. Wakati huo huo, msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov hakutoa majibu moja kwa moja kuhusu pendekezo la Marekani kusitisha vita. Badala yake alisema kuwa Urusi inachunguza matokeo mazungumzo ya hivi karibuni kati ya Marekani na Ukraine, ambapo Kiev ilikubali kusitisha mapigano kwa siku thelathini. Aliongeza kuwa Moscow itasubiri taarifa rasmi kutoka kwa maafisa wa Marekani kabla ya kujibu rasmi. Trump pia ametoa onyo kali kwa Urusi akisema kuwa vikwazo vikubwa vya kifedha vinaweza kuwekwa ikiwa Moscow itaendelea na vita. Kuna mambo ambayo yanaweza kufanywa ambayo hayatafurahisha kifedha. Ninaweza kufanya mambo makubwa kifedha, alisema. Amesisitiza kuwa hataki kuchukua hatua hizo kali, lakini urusi lazima ikubali kusitisha vita ili kuepuka madhara makubwa ya kiuchumi. Trump ameelezea matumaini yake, akisema kuwa viongozi wa Ukraine sasa wako tayari kwa amani. Nilikuwa na mtu